taka tuweze kuangalia kilichojiri kuhusiana na viongozi waliotamka kuhusiana na chama cha ODM, ambapo kwa hivi sasa katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna ametaka mkataba wa makubaliano kati ya ODM na UDA kuweza kuangaliwa upya. Aidha, kwenye matamshi yaliyojaa majazi ya siasa za ODM, magavana James Orengo na Simba Arati pia walionekana kuwa makini kwenye matamshi yao, kama anavyotuarifu Emmanuel To kutoka Bondo. Alipanda jukwani akiwa tayari na matamshi yenye uzito dhidi ya mwenyekiti wake Gladys Wanga aliyetoka jukwani baada ya kumlipua kwa vijembe. This is not the time to push divisive narratives in ODM, this is not the time. You all know, nyinyi wote mnajua ya kwamba chama cha ODM ni chama cha kila mtu, sindio? Chama cha Kenya nzima, na lazima sisi kama viongozi wa chama Tuonyeshe umoja ili hawa ndugu zetu ambao ni wanachama wafuate mfano wetu. Katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akianza kwa kurusha makombora ya majibu. I, as Sifuna, will do everything in my power to keep this party united and together. Even in the face of open provocation, Baba, you know what I am talking about you know why I'm saying that. Sifuna ambaye amekuwa miongoni mwa wale waliopinga ndoa ya ODM na Rais Ruto akipendekeza kupigwa msasa upya kwa makubaliano ya vyama hivyo, akirejelea hotuba ya mwisho ya Raila Odinga kabla ya kifo chake. Baba alikuwa anasikiza wananchi, na mimi nataka ku encourage wanachama wa ODM. Sisi viongozi sasa tunyamaze kidogo, tusikie nyinyi mnasema nini, nyinyi mtuambie mnataka tufanye nini na chama cha Baba Raila Amolo Odinga. Nawaomba viongozi msiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala. Alisema yeye mwenyewe akasema, kama chama lazima tujiandae kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na saba na wale ambao wanaeneza mambo mengine hapa, baba alisema, who has told you? who has told you? sisi tutafuata the last standing instruction ya baba ambaye alitoa chini ya siku ishirini na tatu ambazo zimepita kabla afariki. Naibu kinara wa chama hicho, gavana wa Kisii Simba Arati, naye akishuka na, na kauli zake zilizoonekana kuongeza kuni kwa moto wa Sifuna. Vijana msilale, bado mapambano. Huo wimbo lazima tukumbushane, kwa sababu mapambano sasa ndio tumeanza kuelekea mbele. Vijana msilale bado mapambano, mapambano, mapambano, bado mapamba. ODM, msilale! ODM, msilale! bado mapambano, mapambano, mapambano, bado mapamba. Asanteni. Lazima kura za 2027 sisi kama chama lazima tushinde uchaguzi huo. Pamoja gavana wa siaya James Orengo ambaye ameonekana kuuma na kupuliza, akimtaka rais William Ruto kulinda uhuru wa ODM. Let us not kill political parties. Political parties are the foundation of democracy. Any arrangements we enter into don't kill political parties. In 1963 political parties were killed.

Mustakabali wa siasa za Kenya sasa unatarajiwa kubadilika baada ya kifo cha Raila Odinga. Sasa chama cha ODM kikianza na mgawanyiko katika siku ya mazishi yake. Emmanuel Toro, runinga ya Citizen, Bondo, kaunti ya Siaya.